Bei ya dhahabu na fedha imeendelea kushuka thamani kwa karibu asilimia kumi huku fedha nayo ikishuka kwa asilimia kumi na tano. Bei ya madini hayo zilipanda mwezi Januari baada ya wawekezaji kuwekeza kwa wingi katika madini hayo katika kile kinachoitwa mali salama kutokana na misukosuko ya kisiasa na uchumi lakini bei ya madini hayo imeshuka siku ya Ijumaa, baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kumteua Kevin Walsh, gavana wa zamani wa benki kuu, kuwa mwenyekiti wake mpya. Baada ya kushuka katika biashara ya Asia siku ya Jumatatu, dhahabu iliimarika na kufikia thamani ya dola za Kimarekani 1450 kwa wakia ni, yaani sawa na gramu 28 ikishuka karibu asilimia 3, siku hiyo. Fedha pia iliimarika hadi dola 82 kwa wakia ikishuka kwa asilimia tatu nukta nne. Kuteuliwa kwa Woshe siku ya Ijumaa kulipokelewa vyema kwa ujumla na masoko ya fedha na kusababisha ongezeko asili la asilimia 1 la thamani ya dola ya Marekani. Sababu nyingine iliyotajwa kushusha thamani ya madini ni mabadiliko ya vigezo vya biashara ya madini kwenye soko kubwa, jambo lililofanya iwe tabu kwa wacheza kamari wa madini kufanya biashara. Dhahabu ilipanda thamani na kufikia zaidi ya dola 1500 kwa gramu 28 mwishoni mwa Januari mwaka huu huku